Nilikuwa mwingi pale kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Singida kwenye watu walikaa ule upande, achana na huu upande wetu wa uandishi huko, ambapo kamera zote zinakaa. Sasa ule upande, upande wa VIP alikuwepo Nasreddine, nadi yanayoongelewa ni amekuja Tanzania kwa dhumuni la kumchukua Faisal Salum Abdala. Najua utakuwa umesikia baadhi ya vitu nataka, uh, hapo unavyofahamu wewe uh, lina ukweli kiasi gani, na nataka tuiongelee pia talent ya Faisal. Ni sawa kwa uwezo aliokuwa nao mpaka sasa kucheza kwenye ligi yetu? Faisal ni mchezaji bado wa Azam mm. ana mkataba na Azam mm. na mimi ni miongoni mwa watu ambao wanaweza kusema na ukaribu na, uh, na Faisal yani sio wa kiasi hicho mm. lakini nikizungumza chochote moja kwa moja nasema, huyu atakuwa anajua, kwa sababu mm. huwa kuna mm. e, lakini timu nyingi zinamtaka Faisal mm. nyingi sana yani, ukiondoa uh, au Kaizer Chiefs, kuna timu hapa hapa Tanzania zinamtaka Faisal, hapa hapa mjini yeah. Hapa hapa mjini zinamtaka Faisal tena kwa nguvu kubwa sana mm. ile tundu afumbe macho aseme na kuchagua we. Mm. Mm. Na mpaka sasa hakuna maamuzi yote ambayo tayari ameshayafanya. Faisal hajafanya maamuzi yoyote. Mm. Anaacha kwanza wapigane wenyewe mm, ambaye mwenye nguvu zaidi atamchagua. E, ndio anachokisubiri Fei, Fei Toto. Mm. Ya, yeah, pana tuna na, na project naye. Yaani kuna mechi tu umeandaa. Ya mm, yeah, tuseme kama tamasha ambayo itafanyika Zanzibar tarehe 27. Pengine baada ya huo mchezo naye atakuwa na mchezo wake tamasha lakake ambao analiandaa atatangaza, lakini baada ya tarehe ishirini na saba atakuwa na tamasha lake mm. mwezi wa sita. mm. Kwa hiyo baada ya hapo sasa mm. itajulikana kwamba anabaki Azam au anaenda kwenye hizo timu ambazo zipo Dar es Salaam na nyingine mm. ipo South Africa mm. za South Africa ziko mbili mm. Uh, kaskazini yuko moja, kwa hiyo sasa baada hiyo, sasa nakupa kodi hiyo, baada ya ya mwezi wa sita utajua fedha pesa mm. Ni sahihi kwa kiwango chake bado kucheza katika ligi ya Tanzania? Kwa malengo ya, <laughs> ya mchezaji siyo sahihi mm. E, kwa malengo ya mchezaji kwa sababu mchezaji yeye anahitaji kucheza ligi kubwa zaidi ya Tanzania kama ambavyo tunamzungumza Simon Msuva mm. kama ambavyo tunamzungumza Novatus Dismas mm. kina Kevin Chon mm. E, sasa so tukifumba macho tukifumbua, hao wachezaji ambao wanayowakilisha Tanzania katika ligi kubwa zaidi ya Tanzania umeona, mm. mm. wana uzoefu uh, wana vitu vingi vya ziada ambavyo mm. wanaweza kuwa na tu letea kwa wachezaji wetu, kwa upande wa malengo ya mchezaji, kwenye ukuaji wa mchezaji, kucheza ligi zaidi ya Tanzania ni ni faida mm. Na pia ukitoka nje ya Ligi ya Tanzania mm. kuna malipo ya ziada ambayo yataongezeka kwenye upande eh, wa upande wa mm. malipo tunafahamu mishahara mm. na na hela ya usajili mm. na bonus. Mm. Leo hii tunamzungumza tuna a uh, Fiston Mayele anayecheza Pyramid, mm. si ndio? Mm. Analipwa milioni 80 kwa mwezi. Mm. Kitu ambacho kwenye ligi yetu hapa ni ngumu, bado hatujafika huko. Mm. Tunamzungumza huyu Stephane Aziz Ki gharama ambayo mimi nimeipata ya usajili tu ni bilioni mbili na pointi, halafu mm. malipo yake naye yuko kwa mm. e, <laughs> <u>, <laughs> uki, milioni themanini kwa mwezi hivi. Mfano ndo wewe utakataa naye karibu kumshauri kwamba kwa, kwa kipaji chako kwa sasa mm. uwe sehemu fulani. na kuna vitu ambavyo unaweza kumshauri mtu lakini sio hivo hiyo ni mtu mwenyewe e, yani, e, hii huko Goal uh, 255, e, sindio kubaki e. Na kuondoka ayo ndo najua moyoni e. Lakini <laughs> leo, leo kuna ile kwamba unaweza ukanionyesha kwamba hapo ulipo e. Unaweza ukaenda sehemu fulani ukapata zaidi ya hiko unachokipata hapo ulipo, wakati anaondoka ya Yanga anaenda Azam Faitoto hmm. hmm. Watu wengi wakasema unaenda, unaenda kufanya nini huko? hmm kwa sababu Azam sio klabu ambayo ina uhakika kuchukua kombe au kuchukua makombe tofauti na Yanga. Lakini yeye alikuwa na sababu zake za msingi ambazo mimi na wewe hatuzifahamu. Tunazijua tu za juu kwamba amefuata pesa, amefuata nini. hmm. Lakini kuna maisha baada ya, ya mchezo wa mpira wa miguu. hmm. hmm. Hizi klabu hizi kubwa zinakutamani ukiwa kwenye kwenye peak yako. Ukishuka nani anakutaka? Eh, kwa hiyo naye pia natazama nikiwa kwenye peak yangu nipate faida nje ya uwanja na ndani ya uwanja mm. E, unafahamu tuna mifano mingi ya wachezaji ambao walikuwa maarufu, walikuwa wakubwa, lakini sasa hivi mm. unaweza kukuta nao barabarani, wewe ndo ka sa bro, hebu mm. E, utakunywa tamaji bro mm. Sa, hayo maisha yashapitwa na wakati mm. E, nishangilie uwanjani pia na mimi nikikaa nyumbani kwangu mimi nashangilia mm. kwa hiyo maamuzi ya mtu anayo mtu mwenyewe mm. ushauri mtu anakuja tu kufikiria baada ya Uh, kabla ya kufanya maamuzi kwamba alinishauri Elias kitu fulani, lakini Feitoto bado ni mzaji wa Azam, bado e, ni mzaji halali kabisa, hajafanya maamuzi ni kuhakikisha hajafanya maamuzi yoyote ya kuondoka Azam e, tu kwamba hajafanya e, maamuzi yoyote.